Falumfam, kulikuwa kuna mfalme mmoja katika ufalme wake, alikuwa ni maarufu sana. Ikatokea kwenye ule ufalme wake akatokea mtabiri mmoja, akaanza kila kitabiri kinatokea. Kwa hiyo akaanza kufikia umaarufu wa nani, kwa mfalme. Mfalme akaona huyu nikiwa mzembe huyu alipoteza, akaambiwa wataalamu, we hey. Nyie washauri wangu, jani, mniambie, huyu mfalume ameshaanza kuwa maarufu huyu mtabiri amekuwa maarufu kuliko ku, ku, ku, mimi, tunafanyaje? Lazima tummalize huyu maarufu sasa. Sasa mkuu, tunafanyaje? Akasema kila mtu akalale, kesho kesho asubuhi aje na ushauri wake kwangu, nifanye nini kummaliza mfalume huyu kum, mtabiri. Watu wakaja pale washauri, mmoja akamshauri wa wa, mimi na ushauri shauri gani? Sema Ninaona, ili kumaliza umaarufu wa yule mtabiri, ni kumdhalilisha kwa wananchi muamini. Utachukua ndege uzuri, kuna kuna ndege unazijua vizuri, utachukua ndege yule aliye hai, yuko mzima kabisa. Yule ndege akiwa hai utampa utampa msaidizi wako, mlizi wako mmoja amshikilie, alafu tumuulize yule mtabiri, huyo ndege iko hai au amefanyaje, amekufa? Yule akisema amekufa tu unamwachia akiwa nini, hai. Lakini akisema hai, aminye afya, amwachia akiwa mfanyaji, amekufa. Hapo tutakuwa tumepoteza kabisa umaarufu wa nani w afanyadi, nchi, wa mtabiri. Akasema wewe ndio jembe nakupandisha na cheo, wewe ndio msaidizi wangu mkuu. Sasa tunafanyaje? Akasema tu hakika kila mwananchi anahudhuriwa mkutano wenye kuumwa wenye mgambo wote wakawasaguza kwenye mkutano. Mkutano akatokea mkubwa moja kutokea. Tabiri akaalikwa akawekwa msaidizi pale mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia bwana mtabiri, mi leo nataka unitabirie na ukifanikiwa kutabiri hili mi nitakukabidhi ufalme wangu. Akaambia ndio mtuku mfalme na kusikiliza, akamwambia bwana mtabiri, yule msaidizi wangu ameshika ndege sasa uniambie ndege yule yuko hai au amefanyaje amekufa ah? Yule mtabiri akamba mtukufu mfalme, ndege yule aliyeshikwa na msaidizi wako, hatima ya uhai au kifo chake iko mikononi mwa aliyemshika yule yule, yule yule msaidizi alishindwa kuachia, alishindwa kuminya. Anii nawaambia hichi, hatima ya chama chetu iko mikononi mwenu. Nyinyi ndio mtaamua tushinde au sisi tushin? tushin. sisemu oye, wangapi mmelewa? Nyosha mkono namna hii.